Hujambo, pezi mpishi, leo tupikeni podini ya fruits. Kwa hiyo, kwanza kabisa utaanza kuipika sukari yako. Utaweka sukari nusu kikombe, utaipika vizuri mpaka iyeyuke, usiachie usiachi mkono, utakoroga mpaka iyeyuke vizuri. Kama hivyo mnavyoona, imeanza kuyeyuka. Kwa hiyo, utaendelea kuipika mpaka iyeyuke kabisa, kama hivi, kama hivyo mnavyoiona, na baada ya hapo kama unatumia chombo kingine kupikia podini, basi utaiweka hiyo sukari yako kwenye chombo hicho na utaitandaza tandaza kama hivi, kisha utaiweka pembeni ii ikauke. Kama unatumia blenda, basi utaweka mayai, maziwa na sukari kwenye blenda na usage vizuri. Kama huna blender basi utafanya kama hivi nilivyofanya mimi, na utaweka utaweka vanilla pia. Mahitaji nitawekea hapo chini. Utachanganya vizuri, kisha utakuja uweke kwenye kile chombo chako licho kieneza sukari. Utafunika aluminium foil na utaweka kwenye oven, na ile tray ya oven uhakikishe unaiweka maji. Kama huna oven, basi pia unaweza ukapika na jiko la gesi, na baada ya hapo podini iko tayari. Kama hivi mnavyoiona hapo juu kabisa, utaweka fruits unazozipenda, na podini yako iko tayari kuandaliwa. Ili kutizama mapishi haya ya podini kwa kina zaidi, basi unaweza ukatembelea YouTube channel yangu Farwat Kitchen. Kwaherini.